Leo nipo na wanafunzi wangu, lakini mada kubwa ambayo tunaenda kuizungumzia leo ni kuhusiana na umuhimu wa TEHAMA. Kuna baadhi ya wanafunzi wanasema kwamba TEHAMA haina mchango wowote kwenye kujifunza, lakini kuna baadhi ya wanafunzi wanasema kwamba TEHAMA ina umuhimu sana katika ujifunzaji. Leo hii nitakuwa nao hapa na watanipa maoni yao kuhusiana na wale ambao wanasema TEHAMA ina faida na wale ambao TEHAMA wanasema TEHAMA haina faida. Tutawasikiliza, karibu sana kwenye hili darasa. Kwa upande wangu naweza nikasema TEHAMA ina faida ambazo. Kwa nini nasema TEHAMA ina faida? Kwa sababu TEHAMA inaweza kusaidia kupata video mbalimbali na material ya kujifunzia shuleni. TEHAMA kutusaidia kusoma hata tukiwa nyumbani. Kwa mfano tukiwa weekend nyumbani bila walimu, tunaweza kujisomea sisi wenyewe kwa kutumia simu laptop. kwa hiyo TEHAMA ina faida nyingi sana. Nipo hapa kuelezea madhara ya TEHAMA. Tehama husababisha kuwa na umakini katika kujifunza kwa sababu mwalimu yupo darasani, usiwezi kuzingatia anachokifundisha kwa sababu nipo na simu. Ni kisababishi kikubwa cha upotezaji wa muda, kwa sababu wanafunzi wengi wa sasa hivi hutumia muda mwingi katika mitandao na kuacha kujisomea na pia kuacha kazi zao za msingi. Tehama ina faida nyingi katika maisha yetu ya kila siku, kwa mfano, tehama inatusaidia kuwa wabunifu. Tehama ina hasara Asili yake kuu ni momonyoko wa maadili katika jamii. Jamii nyingi zinatumia tehama. Kwa hiyo tehama kwangu, kwa mimi naona ina faida kabisa. Uwezo wa kutofikiri kwa mfano, ukauliza swali baada ya kufikiri unatumia AI. Tehama utusaidia katika kujifunza kwa vitendo. Mfano experiment. Husaidia kupata kupata video mbalimbali na matirio ya kujifunza. Upande wangu mimi hapa tehama unisaidia kujifunza kwa vitendo, mfano kuona videos, experiments na kila kitu.